Tumsifu Yesu Kristo kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, Amina. Leo, Kanisa zima linasimama katika furaha na tafakari ya kina juu ya maisha na wito wa mitume wawili wakuu wa, wa Kristo, Mtakatifu Petro na Mtakatifu Paulo. Hii si tu siku ya kumbukumbu ya watu wawili wa kale, bali ni siku ya kutafakari wito wetu binafsi kama Wakristo. Jinsi tunavyopaswa kushikamana na Kristo, kushuhudia Injili na kujenga umoja wa Kanisa. Petro, mwamba wa Kanisa. Mtume Petro, aliyekuwa mvuvi wa kawaida, aliitwa na Yesu Kristo kuwa mvuvi wa watu. Alionyesha imani ya pekee alipomkiri Yesu kuwa Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Mathayo 16:16. Ndipo Yesu akamwambia, "Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda." Mathayo 16:18. Hata hivyo, Petro hakukosa udhaifu. Alikana kumfahamu Yesu mara tatu, lakini baada ya kutubu kwa toba ya kweli, Yesu akamrudishia heshima na akampa jukumu la kulisha kondoo wake Yohani 21:15-17. Hili linatufundisha kuwa Mungu haangalii udhaifu wetu bali moyo wa toba na uaminifu. Petro ni mfano wa huruma ya Mungu na wito wa uongozi wa kiroho katika Kanisa. Paulo, mtume wa mataifa. Mtume Paulo, kwa upande wake, alianza maisha yake kama Saulo, Mtesaji wa Kristo, lakini alipokutana na Yesu katika njia ya kwenda Dameski, maisha yake yalibadilika kabisa. Akawa mjumbe wa Injili kwa mataifa yote na kupitia barua zake nyingi katika Agano Jipya, tunaona mafundisho ya kina ya imani, neema na wokovu kwa njia ya Kristo. Paulo hakuwa mmoja wa mitume wa awali lakini aliitwa kwa namna ya pekee na kuwa mmoja wa mashuhuda wakuu wa Kristo. Katika maisha yake, alikumbana na mateso mengi, vipigo, lakini hakuyumba katika imani. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Paulo ni mfano wa neema ya Mungu inayoweza kubadilisha maisha ya mtu kabisa na kumfanya kuwa chombo cha wokovu kwa wengine. Maana ya sherehe hii katika maisha yetu. Sherehe hii inatufundisha mambo makuu matatu. Nguvu ya neema na msamaha. Mungu anaweza kubadilisha wavuvi wa kawaida na watesaji wa Kristo kuwa mitume wa mataifa. Hili linatufundisha kuwa hakuna mtu aliye mbali sana na rehema ya Mungu. Tunapokubali mwanga wa Kristo, maisha yetu hubadilika. Wito wa kuwa mashahidi wa imani. Petro na Paulo waliishi maisha ya ushuhuda hadi kifo. Nasi tunaitwa kuwa mashahidi wa Kristo kwa matendo yetu, uaminifu wetu na maisha ya sala. Umoja wa kanisa. Ingawa walikuwa na tofauti za asili na mitazamo, Petro na Paulo walihubiri Kristo mmoja na kusimama pamoja kwa ajili ya kanisa moja. Tunaitwa kushikamana kama familia wa waamini, kuepuka migawanyiko na kulinda umoja wa kanisa. Tafakari ya binafsi. Je, ninaruhusu neema ya Mungu kubadilisha maisha yangu kama Paulo? Je, najitahidi kuishi maisha ya toba kama Petro baada ya kuanguka? Je, na wajali wengine kwa upendo wa Kristo na kutafuta umoja na wenzangu wa imani? Sala ya sherehe ya Petro na Paulo. O Mungu mwingi wa rehema, uliowaita watakatifu Petro na Paulo kuwa mashahidi wa kweli wa Injili. Tujalie nasi neema ya kuwa waaminifu kwa wito wetu wa Kikristo, tufanye mashahidi wa kweli wa imani, matumaini na upendo katika dunia ya leo. Tusaidie kushikamana na Kanisa lako takatifu, na siku moja tushiriki nao katika utukufu wa milele mbinguni, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Ujumbe wa leo: ukianguka usikae chini, simama kama Petro. Ukiwa mbali